Sioni mtu kumfananisha naye katika wagombea wote. Kama mwenyekiti wa wilaya, naweza nikajinasibu kama nina mbunge kwa hivi sasa, si kwa sababu sioni mgombea mwingine mingine ambaye akamshinda kwa hoja au akamshinda kwa elimu. Pia ni mtu ambaye hakunjungwa njungu katika, tofauti na wagombea wote, sisi mgombea wetu tumemtafuta kwa misingi ya katiba yetu ya chama. Kwa naweza nikamuita kwamba mgombea ubunge ambaye ni mbunge na tumezungua kwa wananchi huko, tumeona kwamba wanatukubali. Sasa tumeamua kwanza tuwaite waandishi wa habari, kuna mambo mawili ambayo mheshimiwa mbunge wangu ambayo Kinondoni anataka kuongea na mimi waandishi wa habari. Mimi kama mwenyekiti wa wilaya nimempa ridhaa ya kuongea na ninyi waandishi wa habari, karibuni sana. Asante, um, kwanza niwashukuru ninyi watu wa Global TV kwa kuitikia wito wa kuja kukutana nami, mgombea ubunge jimbo la Kinondoni Dkt Godfrey Malisa, na kama alivyonitambulisha mwenyekiti, nina mambo mawili ya kuongea na wapiga kura wa jimbo la Kinondoni pamoja na waandishi wa habari. Jambo la kwanza ni kuwaomba wapiga kura wa jimbo la Kinondoni, ile tarehe kumi na saba mwezi wa pili, siku ya Jumamosi, wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura na utafute katika ile karatasi la kupigia kura jina la Malisa, utaona alama ya jogoo pale, upige kura yako pale. Sasa nakupa sababu kwa nini ni muhimu kunichagua mimi na si wale wagombea wengine. Si tunafahamu na tumeongea na nyie, tumepita huko maeneo mbalimbali, tumeongea na ninyi wapiga kura na mmetueleza kwa kina tena kwa uchungu jinsi ambavyo kuondoka kwa yule aliyekuwa mbunge kupitia tiketi ya UKAWA Maulidi Saidi Mtulia ilivyowakasirisha na kuwaumiza na hata kuwasikitisha. Kwa hiyo, hilo mmelieleza kwa kirefu na jinsi gani ambavyo hamtaki kumwona arudi kuwa mbunge wetu. Tumesema na yeye meniambia kwa uhakika sana, kwamba hamtaki hata kumwona arudi. Sasa katika kampeni hizi, katika uchaguzi huu wa jimbo la Kinondoni, kumetokea mambo yanaitwa sintofahamu dakika za mwisho. Tunafahamu kwamba wenzetu wa Chadema ambao walijinasibu kwa tiketi ya Ukawa walitangaza kungali mapema kwamba wanasusia uchaguzi wote, kwa sababu hakuna haki na kuna kunyanyaswa na kudhulumiwa kura. Ninyi wananchi mnakumbuka vizuri, walisusia uchaguzi kule Songea, walisusia uchaguzi kule Singida na hata Longido, kwa misingi hiyo kwamba tume ya taifa ya uchaguzi haiwatendei haki, hakuna haki wanayoiona wanaona wakiingia kwenye uchaguzi ni kuburuzwa tu na CCM. Kwa hiyo wakasema, wakasema kwamba sisi hatutashiriki tena katika chaguzi hizi mpaka hapo mambo yatakaporekebishwa. Lakini la kushangaza, dakika za mwisho kabisa wakatangaza nadhani imebaki siku mbili, wakatangaza kwamba wanaingia kwenye uchaguzi huu. Sasa mimi nawaomba watu wa Kinondoni, hawa CHADEMA watakapokuwa wanapita kuuliza na kuwaomba kura, muwaulize hili swali: kitu gani kimegeuka dakika za mwisho mpaka mnakuja kuomba kura, mnaingia kwenye uchaguzi? na swali hili ni la muhimu kwa sababu zifuatazo Kafu wameingia Chadema nao wameingia, na sisi tupo pale, mimi Dr. Malisa wa TLP nami nimo pale, na CCM nao wameingia. Sasa nawatahadharisha na hili, naomba mlisikize kwa makini, nawatahadharisha wapiga kura wa jimbo la Kinondoni, kama tukitaka kuhakikisha kwamba CCM na Saidi uh, yule Maulidi Mtulia hawaingii tena kuwa wabunge. Naomba unipigie kura mimi mgombea Dr. Malisa wa TLP, vinginevyo wewe kama mtu wa CUF ukaenda ukampigia Rajabu wa CUF, wewe sijui unasema ni wa Chadema ukaenda ukampigia wa Chadema, tutaligawanya hili jimbo na matokeo yake tena tutaweka mikono kichwani kukuta huyo ambaye tulikuwa hatumtaki arudi atarudi. Kwa hiyo nawaomba sana, hawa Chadema kwa tiketi yao ya ukao wametuvuruga, lazima tukiri. Walikuja elfu mbili na kumi na tano wakamsimamisha Maulidi, wanasema huyu mtu safi kabisa, huyu safi, Maulidi ndio na huyo Kabwaga Manyanga. Leo wanakuja wanamsimamisha Salim, wanasema huyu safi. Tutawaaminije sindonyie? mliokuja mkatueleza kwamba huyu anafaa Ameondoka, leo mnatuletea mtu mwingine, mnasema anafaa. Tuna hakika gani kwamba hataondoka? Na ndugu zangu, wakafu, aliyeondoka alikuwa kwenye chama chenu. Wakati anaondoka chama chenu kilikuwa kitu kimoja, leo kimepasuka. Sasa kwa nini nayasema maneno? yote nayasema kwa tahadhari. Hata kama wewe ni mwanachama wa kafu, fikiria hasara ya jimbo hili kurudi CCM. Mpigie Dr Malisa kura, huyu amesimama katikati, hakuja mwaka elfu mbili na kumi na tano hajawaiumbisha wapiga kura wa Kinondoni, ni mtu mwenye msimamo thabiti. Wewe ni Wachadema sawa, lakini ombi langu hata wewe wa CHADEMA angalia kitu ambacho CHADEMA imefanya. Ninyi CHADEMA ya hapa wilaya ya Kinondoni mlianzisha mchakato wa kutaka muingie kwenye uchaguzi, haya ikatokea kwamba mkapiga kura zenu, akapatikana mtu mmoja anaitwa sijui nani huyo bwana, lakini mamlaka za juu za chama chenu bila kujali kwamba ninyi mmeamua nani aingie, wakawaletea mtu kutoka juu. Sasa kuna mpasuko. Kwa ufupi, nachosema hivi vyama vya upinzani tuna mpasuko. Tusipokuwa yani tu, tusipoweka pembeni mambo ya vyama vyetu tukang'ang'ania tu kwamba mimi chama changu ni hiki, nitampigia huyu wa chama changu, nawahakikishia CCM ataingia. Sasa ili tumzuie Maulidi asije akatudhalilisha akiwa mbunge wa CCM, mpigieni Malisa. Malisa ndio alisimama hapa katikati, na ukimpigia Malisa umeupigia upinzani na CCM itakuwa imekosa. Kwa hiyo nawaomba na wasihi wakazi wa Kinondoni wapiga kura, tusikubali kugawanywa kwa sababu ya vyama vyetu adui yetu ni mmoja na wataalamu wa mambo ya saikolojia wanasema adui wa adui yako ni mwenzako. Wewe Kafu, hutaki CCM irudi, wewe CHADEMA hutaki CCM irudi, mimi Malisa sitaki CCM irudi. Sasa tunafanyaje? Ni lazima tuwe kitu kimoja. Na kuwa kitu kimoja ni kumpigia huyu Malisa wa TLP. Kwa nini? Kwa sababu hajatuletea haya ma, ma, ma, wanaita makando kando yaliyotokea hapa nyuma, yanawafanya wapiga kura wanakuwa na maswali hivi, wewe nikikupigia si utakuwa kama wale wale. Lakini nimeongea nao, nimepita huko Ndugumbi, nimepita Kigogo, nimepita Mwananyamala kwa Kopa kule na maeneo mengine mpaka makumbusho Hananasifu, kote kule wanaeleza jambo hili moja. Jamani, tunataka mgombea ambaye hata tuyumbisha tena, na Mungu ametuletea mgombea, naomba unipigie kura yako tarehe kumi na saba mwezi ule wa pili. Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili ambalo sasa linaenda zaidi kwa waandishi wa habari, waandishi wa habari, toeni fair coverage, yaani wagombea wote mwape uzito unaostahili kwa sababu katika yeyote hapa anaweza kuwa mbunge. Kumetokea na tatizo la kugombea wengine kama Maulidi na yule Salum, kwanza ni na msimamo, hilo ni la muhimu sana kwa watu wa Kinondoni ambao wamejeruhiwa mioyo yao, uongozi ambao hawasimami katika kule. Mimi nawahakikishia wakazi wa jimbo la Kinondoni siumbishwi nina msimamo, hilo la kwanza. La pili, Kinondoni yetu ina mambo mengi, ina changamoto nyingi, ina maangaiko mengi kweli kweli, na nimepita huko, nimeongea na vijana, nimeongea na kinamama, nimeongea na wazee, na mimi mkiniparidhaa ya kuwa mbunge, kipaumbele changu cha kwanza ni vijana. Nimepita huko, naona vijana wanavyoangaika, wanavyobangaiza, wanavyofanya vya yani, viko duni kabisa. Kwa hiyo, la kwanza kabisa ni kuwawezesha vijana wale ambao wako katika eneo la ujasiriamali, watakuwa kuwa na miradi, tutatengeneza mfuko rasmi kabisa. Nilikuwa naongea kule kule Mwananyamala na na baadhi ya, ya, wajasiriamali, wengine wafundi seremala, wengine wana shughuli zao za kushona, na nikawaeleza, na wakalifurahia kwa mama mmoja ambaye ana, ana nani yake ya kutengeneza nywele za watu, akaniambia sisi tunakupa kura, tunachotaka utuwezeshe biashara zetu zisimame. Kwa hiyo hilo nimelisikia, nimeongea na wengi nimelisikia, lakini maeneo mengine tumeenda tumeongea na baadhi ya kina mama, wanaeleza jinsi wanavyodhalilishwa, wanavyonyanyaswa na wale wakusanya taka wanaambiwa walipe sijui shilingi elfu tatu kila kichwa, na hakuna usafi wote. Kwa vioni wanataka kwenda kusoma, tutawawekea olewa, kuna namna ambayo tutakao kuwa anatengeneza makochi mazuri. Niko... sisi wengine tumekaa nje ya nchi kwa muda mrefu, tunaelewa hata masoko unaweza kuyapataje nje ya kiuze kwa nani?